Kwa majina naitwa Boni Edward Mwakiami, ndiye mwenyekiti mstaafu wa Jumuiya ya Umoja wa Chama cha Mapinduzi, taasisi ya elimu ya watu wazima. Leo tulikuwa na tukio kubwa la kuchagua viongozi wapya wa jumuiya yetu. Tumeendesha uchaguzi wa haki mpaka kupatikana kwa viongozi wa na nafasi zifuatazo. Tulikuwa tunachagua nafasi ya mwenyekiti wa tawi, tulikuwa tunachagua nafasi ya katibu wa tawi pamoja na wajumbe wawili. Matokeo yao yalikuwa kama ifuatavyo: wajumbe wamepita wawili bila kupingwa. Nafasi ya katibu wa masa walikuwa wagombea wawili, Abeda ari na Safina Salimu. Matokeo ni kama ifuatavyo: Salima Safina Salima amepata kula 66 Abeda Hari amepata kula 67 kula iliyoharibika ni kula moja jumla ya kula zote ni 134 hivyo mgombea aliyeweza kushinda kwa nafasi ya katibu wa masa ni Abeda Hari kwa nafasi ya katibu wa tawi walikuwa wagombea wawili Haji Ibrahim na Makubi Jonas Msinde. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo: Haji Ibrahim amepata kula sitini na Makubi Jonas Msinde ameweza kupata kula sabini na saba. Jumla ya kula zote ni 133 hakuna kula iliyoharibika, hivyo mshindi aliyeweza kupatikana ambaye ndiye katibu mpya Bwana Makubi Jonas Msimbe. Nafasi ya mwisho ilikuwa nafasi ya mwenyekiti ambaye ndiye mwenye zamana na msimamizi wa siasa katika tawi la taasisi ya elimu watu wazima. Wagombea walikuwa watatu. Mgombea wa kwanza alikuwa Rashid Mzilai, mgombea wa pili Edward Kali Kalisho Mshimo Katisho Mgombea wa mwisho Gaspa Asiria Mwanangwa. Matokeo yao yalikuwa kama ifuatavyo: Rashidi Mzilai amepata kula 26, Gaspar Asiria Mwanangwa amepata kula 54, Edward Kalisho Mlisho tishio amepata kula 58. Hakuna kula yoyote iliyoharibika. Jumla ya kula zote ni 138. Kwa mamlaka niliyopewa ya usimamizi wa uchaguzi mkuu, naweza kumtambulisha Edward Karisho Mlisho Katisho ndiye mshindi wa nafasi ya, ya wenyekiti wa vyuo na vyuo vikuu tawi la taasisi ya elimu watu wazima. Hayo ndiyo matokeo yetu ya siku ya leo kwa nafasi zilizokuwa zinawania. Ninapenda kuwasihi viongozi walioteuliwa siku ya leo waweze kuidumisha amani, upendo, mshikamano katika tawi na kusimamia miongozo yote ya Jumuiya ya Umoja wa Vijana vyuo na vyuo vikuu, seneti ya mkoa wa Dar es Salaam, hususan katika tawi ninaoenda kuliachia wakati huu tawi la taasisi ya elimu watu wazima. Lakini katika mchakato uliofanyika siku hii ya leo, ninaamini kulikuwa na fitina nyingi, zote zilikuwa ni harakati za upatikanaji wa viongozi hivyo. Chama chetu cha Mapinduzi kina taratibu na kanuni zake. Uchaguzi ukipita, makundi yanavunjwa, yanavunjwa na kuanza kufanya kazi za chama kwa pamoja. Majina yanaitwa Comrade Edward Katisho Tishio, na soma chuo cha elimu ya watu wazima leo. Nashukuru sana wanachama wote ambao ni wanafunzi wa chuo chetu kwa kuja na kunipa kula ya ndio, hatimaye nimetangazwa kuwa mwenyekiti wa tawi la chuo cha elimu ya watu wazima. E, ahadi yangu mimi ni kuhakikisha kwamba nakwenda kuwatumikia wanachama wote kwa haki sawa, lakini kuhakikisha kwamba chuo chetu tunakipelekea katika hazi ya mbele hazi ya kimataifa, kwa maana ya kuwa kuwa na ushirikiano mkubwa baina ya vyuo vingine vyuo vya nje, yaani kiwe kitovu cha semina makongamano, lakini vile vile kuhakikisha kwamba kuna uhai wa chama kwa namna yoyote ile. Wanafunzi wanapoanza mhula wa masomo waweze kupewa semina za kiuongozi, lakini pia legisti, wana wanachama wapya kwa hiyo maana yake tutakuwa na idadi ambayo ni kubwa kuhamasisha wanachama, na kama unavyofahamu e, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tumejipanga kuhakikisha kwamba e, ndugu yetu Dr. Samia Suluhu Hassan Oktoba tunaweka tiki. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nitahakikisha kwamba chuo cha elimu ya watu wazima kinaweka tiki nyingi sana Oktoba kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani, tiki za ndio, yani tiki zijaye. Napenda kushukuru kwa mara ya mwisho, sasa nahitimisha kwa kusema nitahakikisha nasimamia haki kwa kila mwanachama waliopo nje na ndani ya chuo chetu. Asante. Na hadi, hadi unaingia katika uchaguzi kinyang'anyiro hichi, wagombea wako wenzio wale, ulikuwa una imani kabisa u, kwamba kwa sera zako ni lazima utawagaragaza au hofu ilikuwepo? Ah, kwa sera zangu mimi mm. Kwa sababu tayari utendaji kazi wangu wanaufahamu wanafunzi wengi, kwa hiyo mm. sikupata nguvu sana kubwa ya kutumia kuhamasisha, kwa sababu nimeshakuwa kiongozi wa darasa mm. nimefanya vizuri kule katika darasa, lakini pia nimekuwa sasa nimeteuliwa kuwa e, waziri wa elimu katika upande wa chuo chetu, kwa hiyo wanafahamu utendaji kazi wangu, kwa hiyo mm. yale mambo ambayo nawaambia wameyakubali, kwa sababu nimewaambia nitahakikisha kwanza kuna kuwa na Eh, semina za mikopo kama, mm. unavyofahamu seneti ni sehemu ya kuhamasisha mikopo kwa vijana mm. mikopo ya elimu ya juu mm. kwa hiyo ndiyo maana wameniamini kabisa kwamba wakaona huyu ni mtu ambaye ni mtu wa kazi, na na mimi nasema kweli ni mtu wa kazi mm. kazi na utu, tunasonga mbele.